Mkijaribu kumdhuru in any way. Na hii nimeitoa very brief e, bwana yes. Kuna habari ambazo zinasambaa hapa mtandaoni zinazosema yes, kwamba sasa hivi Polepole uh, hayupo pole salama, lakini pia familia yake haipo salama, sababu kuna mwamba fulani ambaye amezungumza swala hili akasema uh, kwamba amejirekodi akiwa anaongea akasema kwamba majambazi wale waliomteka nyara Polepole bado wanazidi kuzunguka nyumba ile ama mtaa ule wa ambapo, ambapo mamake Polepole anapoishi pole, anasema e, wako huko, na hata pia hawajaishia hapo, bali waliweza kumfata hata kaka yake Polepole pole, e, wakaweza kumfata kwa ajili ya kumteka. Hawakuishia hapo hawa watekaji, wakaweza kumfata hata dada yake, lakini hawakumpata dada yake wala kaka yake, hata mama yake walimwona, lakini hawakumshughulikia. Sijui ni kitu gani ambacho bado wanakitafuta kutoka kwa familia hii ya Polepole. Pole. Bwana azidi kujionea video hizi hapa na kuwekea ya. Yeah, habari za saizi Watanzania wenzangu, mimi naitwa Agustino Polepole e... Nimepata summons summons kutoka jeshi la polisi, na ujumbe huu ni moja kwa moja kwa jeshi la polisi. Mmenitumia summons, imefika nyumbani na nimeiona mtandaoni. E, katika summons hiyo mmesema nimemtaja afisa wa polisi ndugu Mafwele, na kweli akati mimi naieleza jamii ya Tanzania na kimataifa kwamba mdogo wangu Humphrey Polepole ametekwa na ndugu Mafwele, sikujua kama ni afisa wa polisi nashukuru sana jeshi la polisi Tanzania, mna intelijensia kubwa kwamba mnaniita nitoe ushahidi kwamba afisa wa polisi amehusika katika utekaji wa Humphrey polepole. Sasa basi, kuna maswali mengi ya kujiuliza. Kama kuna intelijensia ya haraka kiasi hicho ya kujua kwamba mafwele ni afisa wa polisi, kwa nini intelijensia hiyo isitumike kumhoji Mafwele. Mimi najua na nyinyi mnajua, jeshi la polisi Tanzania sio jeshi, ni polisi Tanzania. Mnajua polisi walifika nyumbani kwa dada yangu wakamteka, na walisema wanamtafuta Humphrey polepole pole. Sasa inakuwaje mnaniita mimi polisi wakati huyu ndugu Mafwele? Mi namjua kama ndugu Mafwele, nyinyi mmekili kwamba ni afisa wa polisi na barua yenu inaandika ni afisa wa polisi. E, nimefanya nimefanya utafiti mdogo mtandaoni, nimegundua kwamba Mafwele ni zono crime officer wa polisi Tanzania. Sasa ninapokwenda kulipoti polisi Tanzania, atakeni hoji ni zono crime officer. What do you expect? unatarajia nini? unatarajia nini? Yaani mtu ambaye nyinyi wenyewe jeshi la polisi Me acknowledge mmekubali kwamba ni afisa wa polisi na sijui intelligence ya gani mmeitumia, maana mi nilijua ni mtu mmoja tu anaendesha genge la kihuni. Nyinyi mmekili kwamba ni afisa wa polisi. Sasa huyo afisa wa polisi ndio atakayeni hoji? usalama wangu ukoje usalama wangu ukoje And another thing.

Kama jeshi la Tanzania kwa intelijensia ya haraka mmegundua kwamba Mafwele ni afisa wa polisi, mmeshindwa kugundua aliyempiga risasi lisu kwenye compound ya wafanyakazi wa serikali maafisa, tena sio maafisa wa kawaida, maafisa wa juu, na mpaka sasa mnamshikilia na hamjawahi kumhoji. Nawaambieni, mnapoteza weredi wa kazi yenu, mnapoteza heshima ya kazi yenu, kwa sababu mnapata kodi. Mishahara yenu ni kodi za Watanzania wote. Huwezi kuvaa uniform, unapokea posho na mishahara, alafu unaumiza watu baada ya kulinda watu na mali zao. Kama mna shida na Humphrey polepole mfikisheni mahakamani au mmwachie huru. Very serious, serious matters, na hii nimeitoa very brief, nitakuja na details. Mlimpeleka wapi? Wapi kaumia na yuko wapi mpaka sasa? Na mkijaribu kumdhuru mkijaribu kumdhuru in any way, Mungu muumba mbingu na dunia, baba wa Bwana wetu Yesu Kristo atakuwa shahidi ya yeah, habari za nataka kusema nini? Inawezekanaje mgodi mkubwa wenye rezervi kubwa ya almasi duniani na huenda yenye urefu wa umri wa kuchimba wa miaka hamsini mpaka mia moja asilimia thelathini ya mgodi ule iwe bilioni thelathini wakati kamfuko kamoja, kamfuko kamoja tulipo kakamata kanaondoka, vinaondoka vifuko vingi kale, tulipo kamata kamoja kana thamani ya milioni sitini na sita. Tafakari, chukua hatua, shtuka. Tunauzwa, tumepigwa bei, wahuni wametamalaki. Na hizi habari sio tu nazitoa mimi, ziko mtandaoni gazeti maarufu sana ambalo mimi ni mojawapo ya wasomaji wa wake linaitwa The African Confidential, wameeleza hii stori vizuri sana yaani, kafuko kamoja kana bei kubwa kuliko limgodi yote. Hii inawezekanaje yote haya? Bwana Rostam alinunua mgodi yote wa makaa ya mawe na alinunua asilimia thelathini na moja ya mgodi wa almasi mkubwa kabisa duniani mara baada ya mama Samia kuingia madarakani. Sasa karibia siku moja mbili zinazokuja, nitakawa nawapatia fact moja kwamba tangu mama ameingia, kwa sababu anataka atufikishe, tuanze kuchambua kwamba ilikuwa iwe hivi, sasa iko iliku hivi, ilikuwa iwe hivi, sasa iko hivi. Na nitoe rai ya mwisho leo kwa maana ya kuwaambia viongozi hawa, viongozi wa, wa kijamii, viongozi wa kidini, dini zote wazee wetu kama wapo, mnakubalije kwenda kwenye uchaguzi mnaujua ni kiini macho? Kwa mfano viongozi wa dini, au nanyi ni sehemu ya ukiini macho huu?